ta wa Kiislamu wanabeba mabango kwa hasira, wanavunja milango ya ubalozi wa Marekani. Ni usiku wa Novemba 4 mwaka 1979 mtaa wa Taleghani mjini Tehran, Iran. Wanavamia ndani, wakawakamata wafanyakazi wa ubalozi wanaume, wanawake, wanajeshi wote hamsini na wawili wanapigwa picha, wanatangazwa kwa dunia nzima, hawa ni mateka wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Watekaji walikuwa wanafunzi wenye msimamo mkali, wafuasi wa Ayatullah Khomeini. Madai yao yalikuwa makali kama moto: Marekani kumwachie sha imrudishe Iran ili aweze kuwajibika kwa makosa yake. Lakini Marekani ikasema hapana, mazungumzo yakafeka. Miezi ikapita, mateka wakaendelea kuteseka kwenye vyumba vya giza, na rais wa Marekani Jimmy Carter akabaki na chaguo moja pekee: kuanza operation ya siri ya kuwaokoa. Walichagua jina lenye nguvu, operation Eagle Claw, mpango wa siri uliopangwa kwa miezi kadhaa. Vikosi maalum vya Delta Force vikiongozwa na Kanali Charlie Beckwith. Helikopta nane zitatoka baharini, ndege kubwa za C130 Hercules zitakuwa jangwani usiku, wakutane, wapeane mafuta, waingie Tehran kwa watoe mateka na kurudi salama. Kila mmoja wao alijua huenda safari hii ikawa ya mwisho maishani. Aprili 24, mwaka 1980, usiku wenye upepo mkali wa jangwa la Dashte Kavir, upepo wa mchanga ukivuma kama bahari ya vumbi. Dakika kumi baada ya saa tatu usiku ndege ya kwanza ya C si 130 inatua kimu. Hapo ndipo kituo cha siri kilichopewa jina DZ1. Wanangoja helikopta kutoka baharini, lakini upepo unazidi Dhoruba ya mchanga inazuka angani. Hakuna mwanga, hakuna mwelekeo. Helikopta ya kwanza ikarudi baharini, ya pili ikapotea, ya tatu ikaanguka kwa dhoruba. Zilizofika Desert One ni sita pekee, lakini moja kati ya hizo sita nayo Ikaharibika, walibaki na helikopta tano. Kanali Beckwith akahesabu kwa macho yaliyokosa usingizi, walihitaji sita ili kuendelea. Sasa wakiwa wachovu na wenye hofu, aliamua kutuma ujumbe wa mwisho, na Rais Carter akaamuru warudi nyumbani. Lakini usiku haukuwa umemaliza adhabu yake. Askari wakajiandaa kurudi, wengine walikuwa wanahamisha mafuta katika ndege na helikopta. Kisha upepo, upepo ukavuma kwa ghadhabu. Rubani wa helikopta Bluebird 3 akajaribu kuinuka juu lakini, hakujua mbele yake kulikuwa na ndege ya mafuta ya C130. Sekunde mbili za kimya, moto ukalipuka, jangwa likang'aa, askari nane wakafa papo hapo miili ikateketea kwenye ardhi ya kigeni, walioingia kwa ujasiri. Kanali Beckwith akasimama kimya, tuwachukue, wachukue walio hai, tunarudi. Asubuhi iliyofuata dunia ikashtuka, televisheni za Iran zikaonyesha picha za ndege zilizopungua na miili ya askari wa Marekani ikitapakaa jangwani. Mateka wakalazimishwa kutazama. Mmoja wao walisema baadaye, tulijua walikuja kutuokoa, lakini sasa tulijua hawatafika. Kwa rais Kata, ilikuwa ni doa la kisiasa lisilo oshenka. Miezi michache baadaye, alipoteza uchaguzi kwa Ronald Reagan. Lakini ndani ya kushindwa kulizaliwa nguvu mpya, jeshi la Marekani likajifunza kwamba ujasiri pekee haukutosha, walihitaji umoja, teknolojia na mawasiliano bora. Kutoka kwenye majivu ya Eagle Claw likazaliwa jeshi vipya United States Special Operations Command, SOCOM, na miaka kadhaa baadaye vikosi hivyo vipya vikafanya operesheni Somalia, Afghanistan, Iraq, vikitumia i sivilizaliwa kutoka kaljangwa la Iran. Leo, mchanga wa Dasht-e Kavir bado unahifadhi mabaki ya chuma. Lakini kwa askari wa Delta Force, hayo si mabaki tu, ni kumbukumbu kumbu, ni ahadi kwamba hata kama Eagle Claw, hata kama mbawa za tai zilianguka, hazikuvuchika, ziliruka tena juu ya historia, zikipeperusha ujumbe mmoja: wakati mwingine kushindwa liko kunakotuandaa kushinda. Hii imekuwa Operation Eagle Claw, mbawa za tai, hadithi ya kweli ya ujasiri, huzuni na matumaini. Mpaka wakati mwingine.